Wananchi ambao wako katika area husika ambapo kiwanda kinatakiwa kuwepo watafaidika na vitu hivi. Istoshe, pia kuna suala la ajira kwa vijana ambapo viwanda vikiongezeka vinatumaini vijana wengi sana watapata ajira. Kwa hiyo kwa nchi yetu viwanda vikiwepo ni faida kubwa sana. Tunazo sehemu za viwanda na uzalishaji. Ningelipenda viwanda vya nguo, viwanda vya mazao ya humo humu ndani, kama kushindika ma maembe, matunda, matunda yale Hmm, wanda kama hivyo kutokana na kwamba Zanzibar tunazalisha sana matunda. Hongera Dr. Hussein Ali Mwinyi kwa kuwekezea viwanda na sisi pia ni vijana tuliopitia JKU tunaomba tupatiwe ajira. Kwa uwekezaji huu wa viwanda kuna nafasi kubwa kwa sisi vijana kupata ajira. Kwa njia moja ama nyingine, tunaiomba serikali kutoa fursa kwa vijana kupata ajira katika eneo hili la viwanda, kwa hili linaloendelea pa Dr. Mwinyi. Ongera, sisi tumefurahi kwa sababu inaturahisishia kuwahi kufika kwa wakati, pia hata vyombo vyetu havipati kuharibika kwa sababu barabara zimeshakuwa nzuri. Kiujumla, safari inakuwa haina, haina haina hailete athari. Mradi huu utatoa faida mbalimbali zikiwemo mbali, fursa za ajira kwa vijana, uongezaji thamani ya mazao ya wakulima na wafugaji, pamoja na kuongeza mapato ya serikali kupitia kodi mbalimbali. Mkakati huu utajumuisha kuimarisha mtandao wa barabara kuu ili kuunganisha maeneo yote ya uzalishaji na masoko, kupunguza gharama za usafirishaji na kuhakikisha bidhaa zinazozalishwa katika maeneo haya ya viwanda zinawafikia wateja kwa haraka na ufanisi mkubwa. Kuimarisha na kuyaendeleza maeneo ya viwanda ni sehemu ya mpango wa kuondoa umaskini na kuongeza kipato kwa mwananchi kupitia ajira za moja kwa moja na zile zisizokuwa za moja kwa moja. Tumetenga eneo hili kwa lengo hasa la kupata uwekezaji mkubwa wa viwanda ambao tunaamini tukifanikiwa na tumeanza kuona dalili tutake, tutakuwa tunapata ajira za vijana, tunaweza kuhakikisha tuna bidhaa nyingi, baadhi ya bidhaa ambazo kwa sasa zimekuwa zinaingia kutoka nje kwa wingi.